Haiwezekani, leo tunakwenda kwenye mechi ya Simba na Yanga alafu refari anakuwa Haji Manara. Inawezekana hiyo mechi? Inawezekana hiyo mechi? Yani, mtu atachezewa fauru katikati ya uwanja Haji ataweka penati uwongo, kweli? Haji atatenga penati uwongo, kweli? au wazee wa Yanga, inawezekanaje? mshika kibendera kwenye mechi ambayo mnacheza Simba na Yanga atasema kuna ofsaidi uongo kweli? Na hata Yanga walipoona kuna mchezo na wao wamepiga no reforms no election. Mmewasikia, mjawasikia? Sasa wale wanaobishana na CHADEMA, haki haiombwi, haki inapiganiwa, na sisi tuko tayari kupigania haki hiyo tumekuja kwenu kuomba mtunge mkono. Wamefikia sehemu hawawezi kujibu hoja zetu, walianza wakamkamata Lissu, wakafikiri tutakaa ndani, tumekataa kukaa ndani, wakafuta ruzuku, wakafikiri tutashindwa kuendelea. Wananchi wanatuchangia tone tone, tunapiga kazi. Leo wamefikia sehemu wanatuma guns wahuni kushambulia mikutano yetu. Tumekwenda Igunga, wanatuma vibaka vijana wanaonyesha pombe washambulie mikutano yetu, na vijana wanaokuja kwenye mikutano yetu wamekataa. Muhuni akinyanyua mdomo anashughulikiwa sana kwenye mikutano yetu. Nee, Tabora, mtakubali hiyo? Nyiye mtakubali hiyo kwamba tusifanye mkutano kwa sababu ya wahuni? Hoja hoja inajibiwa kwa hoja, hoja haipigwi rungu CCM wana hoja ya kujibu, no reforms no election, waje kwenye mkutano, sio kuleta wahuni kupiga mikutano yetu mawe. Itisheni mkutano wenu, mje mfanye. Walitunyima uwanja hapa, uongo kweli? Siku mbili tumepeleka barua, wamezuia uwanja, leo ndio wanaruhusu saa sita kwamba kafanyieni mkutano hapa, masaa manne baadaye nyomi namna hii mmejaa hapa.